Hauoni kwamba pia kauli zenu viongozi ni sehemu ya hasira kwa wananchi, majibu mnayoyatoa eh, na namna mnavyowasiliana nao? Kwa mfano, Mheshimiwa Rasi, wakati tukiwa kwenye changamoto ya amani, mtandao wa internet ulikatwa. Wewe ulipoulizwa kuhusiana na mtandao wa internet ukasema, hatuli internet, ulionyesha kama si kitu muhimu, lakini wakati huo huo eh, waziri wa mambo ya nje alionyesha kwamba internet imekatwa kwa sababu za kiusalama. Kauli kama hizi, majawabu mnayoyatoa na namna mnavyowasiliana nao, hauoni kama ni kichocheo kimojawapo cha, cha hasira? Asante sana, na ushauri mwingine tunaomba sana mjitahidi kutoa majawabu kuliko majibu. Uh, eh, Lambert alichokuwa ameuliza kuhusiana pia na kauli pia za viongozi, kwa mfano anasema hata mimi nilisema hatuli internet. Kwa kweli sikumbuki kama nilisema hatuli internet <laughs> inawezekana, pengine labda umenichanganya eh, na nilisema hivyo nilisema eh, eh? Sawa basi, inawezekana ndio, yale ndiyo yasema utulivu, kisha kwa sio mkubwa sana inakuwa pia tatizo, lakini unaweza pia ukajikana mwenyewe. Kwa hiyo kwa hiyo, maana kuna watu pale walikuwa wanasema nasema eh, eh, wametekwake wameisha uliwa sasa lazima pia regional commissioner utoke pia uweze pia kuzungumza. Kuna watu ambao wakikuona hata regional commissioner wanapata hii, wana heal, wanapona kwa sababu basi tuko tupo, kumbe tupo basi. Umeelewa, eh? na vitu vingine vya namna hiyo na kauli tutaendelea pia kuzi. Tutaendelea pia katika kuboresha haya lakini kama nilivyosema, kuna siku moja nilikuwa nilikuwa Temeke ile ngome ikaleta zogozogo kweli kweli na nikasema sasa hapa ndio watakuwa wamefanikiwa kabisa. Asubuhi na mapema kabisa natenguliwa hapa. Nilikuwa nafafanua ishu ya mama moja, kama mnakumbuka, mama moja si mja mzito na nini. Lakini kiukweli ni kwamba ukianzia mwanzoni ambako nilikuwa nazungumzia, nilizungumza tu kwamba akina mama watemeke na akina baba nini, jana mmetoka na laki moja kwenda kucheza ngoma za vigodoro au kwenda kwenye ulevi, halafu ukiwa mja mzito unakwenda hospitalini, ukiwa jana umeacha shilingi laki moja kwenye ngoma ya kigodoro, halafu nakwenda hospitalini, unaambiwa bwana, samahani, hapa mimi mwenzio nimeishiwa gloves, hebu saidia shilingi elfu ishirini tununue hapa gloves. Halafu wewe unatoka nje unampigia mkua mkoa kwamba hii ni haki au sio haki? Sasa my intention haikuwa namna ilivyokwenda kwenye chombo au kwenye hizo kwenye nani. My intention ni kuonyesha kwamba tufundishe watu wetu kufahamu kwamba lazima katika afya, hata kama serikali inaweza kugharamia masuala hayo yote, lakini bado wewe mwenyewe lazima uwe conscious pia na afya yako binafsi, kwa sababu kama jana pesa ikukuuma kwenye bia, na unajua kabisa kwamba una kisukari na kimepanda kwa sababu ya bia ulizozidisha jana, unakwenda hospitali kwenda kuomba dawa na unapoambiwa bwana, zimeisha hebu subiri kwanza. Na kama unavyojua sukari inaweza kaleta hasira, unaanza pale pale kupaniki na ukasahau kwamba jana umetumia laki moja kwenye mambo yanayokuja tena kupandisha sukari. Sasa hoja msingi ni nini? Ni kama wazazi mnavyoona huku mashuleni, mzazi toa chakula kwa mtoto, anasema serikali inalipa ada bure. Aha, elimu bila ada haimaanishi ni elimu bure kabisa. chakula ni zao, ni wewe mwenyewe mzazi. Matibabu ni wewe mwenyewe mzazi. Nguo ni wewe mwenyewe mzazi. Sijui kama kuna kuna vitusha ni sijui vya ziada kwa ajili ya mwanao kujua jambo zaidi. Ni wewe mwenyewe mzazi. Lakini kwenye aka kaada tu. Lakini sasa ukienda pale mzazi unakuta anasema ah, mimi siwezi kutoa chakula, siwezi kutoa chakula. Sasa mwisho wa siku kama mzazi unasema je, mtoto wa chini ya miaka kumi kweli akae njaa kama mimi mtu mzima? Hapana, lazima tufanye jambo hili. Kwa hiyo eh, mambo haya naomba E, hata sisi wenyewe waandishi wa habari ambao mpo hapa tujitahidi sana pia kutokengeusha ile maana halisi ambayo inaweza kawa imezungumzwa.